Tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2015 e, zilipokelewa taarifa kwamba kuna watu mbalimbali ambao wamekuwa wakijihusisha e, katika na, na kuingilia majukumu ya Tume ya Taifa na kwamba walikuwa wakichukua matukio mbalimbali mbali, hasa ya rais na kuanza kuwatangazia watu mbalimbali mbali. Kukusanya matokeo sio kosa, mtu kukusanya na kadhalika, lakini ku, ku, kuyakusanya na kuyapeleka kwa watu eh, bila bila bila bila, bila kuhusisha tume eh, na kwa kutumia mitandao ambayo eh, haieleweki eh, ambayo haijulikani na tume, ni ni jambo la hatari sana, kwa sababu eh, matokeo ya tume na matokeo ya ya ya ya ya, ya kuwatumia wananchi kutumia labda blog hizi ya, au mitandao mita, mita ya kijamii. Haya matukio yanaweza yakapishana, kama yakipishana, maana yake ya ya ya eh, ni kwamba wale ambao wameingia mitaani wakafurahi, hawatayaamini tena yale ya tume ya uchaguzi. Hasa jambo hilo halikubaliki katika nani, na, kosa la jinai kwa sababu eh, linaingilia kazi za tume na linaweza likahatarisha ah,